Wewe ndio nimekutuma Musa. Akaanza sababu chungu mzima, chungu mzima, kama ambavyo tunayo sababu za kutosha kwenye maisha yetu. Mimi ni darasa la saba, mimi sijasoma, mimi sina mimi siwezi. Musa akatoka na yeye akaenda na zile sababu, anasema, tazama hawa watu Mungu, hawataniamini hawawezi kuniamini juu ya jambo hili kubwa, kwenda kuwaambia kwamba Mungu amesema na mimi, Mungu amenitokea amenituma, kwamba lazima mtoke mwenda kwenye nchi ya ahadi iliyojaa maziwa na asali. Watu hao hawataniamini. Mungu akasema una nini mkononi? Una nini mkononi? kuna watu huwa wanasema hivi mimi Mungu akinibariki nitajenga ili, nitapaua ili kanisa lote peke yangu. Mungu akinibariki mimi Mungu a wote huwa ni waongo. Bwana Yesu apewe sifa, aleluya. Mungu anaanza na Musa, anasema ni nini ulicho nacho mkononi mwako? Musa anasema fimbo, na fimbo sasa. Musa, hii fimbo alikuwa kaizoea hii fimbo alikuwa anatembea nayo kila siku. Hii fimbo alikuwa anachungia kondoo wa mkwe wake Yethro. Hii fimbo alikuwa anaichua. Na ilikuwa ni sehemu ya maisha yake, anatembea nayo, anaenda na fimbo, kwenda kuchunga na fimbo, anaenda na fimbo, mbugani ana fimbo, hata alipokimbia kwa Farao alikuwa na fimbo, anatembea na fimbo. Kwa hiyo alikuwa na fimbo. Mungu anamuuliza Musa anasema nini ulionayo? Nini ulionayo ni nini? Ulio nayo, nini ulio nayo mkononi mwako Musa? Akajibu akasema fimbo. Akamwambia itupe chini, akaitupa chini, nayo ikawa nyoka. Musa akakimbia mbele yake, akakimbia mbele ya kitu ambacho ameishi nacho kila siku, amekuwa nacho kila siku. Musa akakimbia. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako, kamshike nyikia akanyosha mkono wake akamshika mkia, naye akageuka kuwa fimbo mkononi mwake, ili wapate kusadiki ya kwamba Bwana Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo amekuta amekutokea. Bwana akamwambia tena, tia mkono wako kifuani. Akautia mkono wake kifuani mwake, naye alipotoa, kumbe mkono wake ulikuwa una ukoma, umekuwa mweupe kama theruji. Akamwambia, Tia mkono wako kifuani mwako tena. Akatia mkono wake kifuani mwake tena, na alipotoa kifuani mwake, kumbe umerudi hali ya mwili wake. Mungu wakati anamtuma Musa, kila kitu alishampatia. Mungu wakati anamuita Musa, alishaandaa mazingira yote. Yesu Kristo wakati akuokoa wewe, alishaandaa njia ya kila na alishampatia kila kitu, lakini Musa aliona ni fimbo ya kawaida. Kuna watu wana vipawa, kuna watu wana karama, kuna watu vitu Mungu amewapa mikononi mwao, lakini hivyo vitu wanaviona ni vya kawaida wanahitaji msaada kutoka mahali pengine na wanawaza, huenda angekuja mtu fulani, huenda angekuja nani, huenda wangepata msaada kutoka mahali pengine. Hawaamini, hawaamini kutoka kwao, hawaamini katika vile ambavyo Mungu amewapatia, hawaamini uwezo na nguvu zile ambazo Mungu ameweka ndani yao, ya kwamba zinaweza zikaleta matokeo makubwa. Musa akawa ameizoea fimbo. Bwana Yesu asifiwe sana, sema amen. Ongeza sauti yako tena, sema amen. Na mimi nitazungumza kwa uchache, naomba akili yako tuizingatie nachozungumza, sema amen. Ebu tuende kitabu cha Samweli wa kwanza sura ya kumi na saba Samueli wa kwanza sura ile ya kumi na saba na msali taanza, msali ule wa arobaini, msali wa arobaini. Hapa nataka tumwangalie mtu mwingine tena. Huyu mtu anaitwa Daudi, Daudi ambaye wote mnamfahamu, ambaye wote mnamjua na amesifika sana na amefahamika sana. Daudi hakuna mtu asiyemjua. Bwana Yesu apewe sifa, sema tena amina. Ongeza sauti yako, sema amen. bibi inasema hayo mengine yote ninayaacha, alivyotumwa na baba yake, akawaangalia ndugu zake, hayo ninayaacha yote, nayaacha nina, lakini nakuja mstari arobaini, unasema hivi, akaichukua fimbo yake mkononi, akajichagulia mawe laini matano katika kijito cha maji, akayatia katika mfuko wa kichungaji aliyokuwa nao, maana ni mkoba wake, na kombeo lake alikuwa nalo mkononi mwake, akamkaribia yule Mfilisti. Haleluya, haleluya tena haleluya. Hapa tunamwona Daudi asubuhi na mapema, baba yake anamtuma akawaangalie ndugu zake, anampa maandalizi eh, akasema kawaangalie ndugu zako huko vitani. Daudi anaondoka. Daudi wakati anaenda hakuwa anajua ataenda atenda kukutana na Goliati. Hakuwa anaenda vitani, hakuwa amefanya mazoezi ya kijeshi, hakuwa amefanya maandalizi yoyote, lakini ilikuwa tabia ya Daudi. Hebu sema tabia ya Daudi kuwa na fimbo, sema tabia ya Daudi kuwa na mfuko, tabia ya Daudi kuwa na kombeo. Haya yalikuwa ni maisha yake ya kila kila siku kondoo Bwana Yesu apewe sifa, haleluya. Kwa hiyo akiamka asubuhi, mfuko wake wa kichungaji, kombeo lake pale ndani, na fimbo yake ya kichungaji, anaondoka anaenda kuchunga kondoo. Sasa hata siku ambayo haikuwa ya kichungaji, kwa sababu yalikuwa ni maisha yake, na vilikuwa ni vitu vyake ambavyo alikuwa navyo kwenye sehemu ya maisha yake, akatumwa na baba yake Yese kwenda kuwaona ndugu zake, wakati anaondoka akaweka mfuko wake wa kichungaji, akachukua na kombeo lake, akatia pale ndani na fimbo yake ya kila siku, akaondoka. Wakati amefika kwenye kambi ya majeshi ya Israeli, anashangaa jitu kubwa linatokea kule, jitu refu, kama ambavyo kuna mambo yanatokea kwenye maisha yetu ya kutisha. Bwana yesu asifiwe. Bwana apewe sifa haleluya, haleluya. elfu mbili na ishirini na tatu miezi mitatu niliugua. Baba alikuwa ananiombea kwenye simu kila siku, kaenda hospitalini Muhimbili, wakawa wameshindwa tatizo nililokuwa nalo, na pia wakatafuta namna ya kuniruhusu nilishasema hapo lakini wakaniambia mishipa yangu ya hewa iko wazi, haifungi. Kwa hiyo ni sile wali ni sile kitu kingine chochote, kwa sababu yalikuwa yakiingia mate pale, yanaziba mfumo wa kupumua na zimia, na kwa sababu yalikuwa ni mate yakiyeyuka, basi unazinduka tena. Sasa wakasema wali ukiingia hapo mpaka uyeyuke, huenda unaweza ukawa umeshapoteza nini maisha. Wakasema usile, halafu usiongee na simu mwezi mzima, rudi nyumbani. Lakini wakawa wanasema wamenifunika kwenye hili turubai lao maturubai yao yale ya kijani, eh, wanaongea nyuma pale wanasema, lakini madaktari bingwa wanasema ndio tunamruhusu yatoke hapa, lakini huyu anaweza akatoka kwenye ngazi hapo, akipaliwa tu ataanguka chini Ndugu atatuambia mbona mnaturuhusu, mnatupatia mtu mgonjwa hajapona, huyu mtu anaumwa bado? Na wanasema hapo, sisi hatuwezi kuweka kitu chochote cha kuzuia vitu visiingie, imeshakaa hivi, pako wazi, nawasikia kwa masikio yako ili kunitoa. Wakapanga mbinu, wakasema tumpeleke Jakaya kwenye magonjwa ya moyo. Ashukuriwe Mungu, kulikuwa kuna mpendo ameokoka pale, akawachukua wale madaktari wa kutoka kule Moi moyo kwa, kwa Jakaya akawaleta hapo hapo. Kwa hiyo wakaupima moyo wangu, niko hapo hapo, wakasema hana tatizo la moyo, wakasema sasa aende kinywa na koo. Wakanichukua wakanipeleka kinywa na koo, kufika kule kinywa na koo wanasema hana shida, yuko sawa, huku sisi usio wa kwetu kwenu huko, huko. Narudi kule nakuta pale nilipo kuwepo kishapewa mtu mwingine. Mimi nimepewa ruhusa ya kuondoka, kwa hiyo nikaondoka, nikarudi nyumbani. Narudi nyumbani nina askofu wa Njombe na askofu wa Mbeya na askofu wa Dodoma na askofu wa Tanga na askofu wa Morogoro na askofu wa Dar es Salaam, wote wamekaa wamenizunguka, wanasema, baba, masharti lazima yazingatiwe, tunaomba tukupeleke nyumbani Nasema, msinipeleke nyumbani tupite kanisani. Tukapita kanisani. Tulipofika kanisani, hapa kuna mkutano wa CPCT Dodoma unaendelea. Nikamwambia askofu wa Njombe kaniwakilishe, askofu wa Tanga kuna mkutano Singida, askofu wa Mbeya kuna maandalizi ya mkutano wa vijana kule Mbeya, nenda Njombe. We wa Morogoro vijana wako ndio watakaopika kwenye kambi la vijana, nenda Morogoro ili watoke halafu mimi nikasema nitafia kanisani. Kwa hiyo na mimi Goliath akawa ametokea pasipo kujiandaa. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi muujiza wa kupona nimeponea madhabahu ya hapa hapa, usabei hapa hapa nimekuja. Nimesema nimepona. Baba akawa yupo, akanipa ibada kuhubiria, hapo nikasimama. Na tarehe nane narudi kliniki. <laughs> Baba, tarehe nane narudi kliniki. Naenda, nikienda wananiambia hauli bwabwa, naambia ndio. Hauli maharage, naambia ndio. Nakula mpaka ukoko. Sema amen. Kwa hiyo Daudi hana maandalizi yoyote, anaenda na vitu vyake alivyonavyo kila siku. Linatokea jitu kubwa, na linapotokea lile jitu, watu wote hofu wanaingia wanajificha. Kaka zake Daudi kina Eliab kina Shama, wote wakaingia wakajificha, wameingiwa na woga, wameingiwa na wasiwasi, kama ambavyo leo tunakutana na mambo kwenye maisha yetu. Kuna wakati yanatikisa akili. Kuna wakati yanatikisa moyo kabisa. Unasema "Mungu wangu, naelekea wapi? Daudi akaliona lile jitu. Baada ya kuliona lile jitu, akaanza kuwauliza watu. Wakati anawauliza watu, akaanza kutana na wavunja moyo, wakatisha tamaa. Wanamkatisha tamaa Daudi, wanamvunja moyo Daudi. Kaka zake kina Eliab na Shama nao wanamwambia Daudi, tunakujua ujeuli wako. Wale kondoo wachache umewacha na nani? Umekuja huku ili uviangalie vita? Daudi anasema ni mambo gani haya? Akaachana nao, akaenda kwa mwingine, wakamweleza. Mwisho taarifa zikafika kwa Sauli. Baada ya kufika kwa Sauli, wakasema mleteni huyo Kijana Daudi akapelekwa, akapelekwa akakutana na jambo zito la kumkatisha tamaa, la kumvunja moyo kabisa. Sauli ndio kwanza anamshika mashavu, ah, mashavu yako laini, bado mo mtoto wewe, mtoto. Mtoto, we, we mdogo wasijue Daudi katika maisha yake ana fimbo, wasijue Daudi katika maisha yake ana kombeo katika maisha yake anamkoba. Sema, Amen. Sema tena amen, amen. Haleluya! Sauli akamwambia huwezi, huwezi wewe, huwezi kupigana vita, huwezi kwenye hii vita. Hili jitu ni jitu la vita tangu ujana wake, wewe ni kijana mdogo tena mwekundu, huwezi Daudi, Daudi. Ikabidi ayakemee yale maneno. Jamani, <laughs> baba, unamkumbuka Bwana Jera? Yule mzee alikuwa mkali kweli. Sasa baba ametufundisha kushuhudia nyumba kwa nyumba, akatuambia nendeni sasa. Bwana ule moto wa injili wa nyumba kwa nyumba, nyumba kwa nyumba, si nikaenda kugonga kwa bwana Jera, kenda nikagonga gungu gungu, akafungua. Baada ya kufungua nikaingia, akasema nikusaidie nini? Nikaambia, nimekuletea habari njema, habari njema za... nikamwambia habari njema za Yesu Kristo anayeokoa Akapaza sauti wewe, nitakutia ndani na kwambia, kanifokea pale. Kumbe sauti kubwa wakati mwingine wewe inatulizwa na sauti kubwa. Alipopaza sauti yake, alikuwa na mke wake mnene An, anaambia nikasema, nyamaza kimya ni naye, Mungu atakugeuza kichwa chini miguu juu hapo hapo ulipo. Kumbe kumbe alikuwa na pressure <laughs> Kumbe alikuwa na pressure. <laughs> Nikaona ameshika moyo, <laughs> kama anashuka kwenye kiti, nikaona na mke wake tena, ndo kabisa pressure imewashika. Nikasema Mungu wangu, hapa kinatokea kitu gani? Bila kuuliza, nikaweka mikono juu yao. Kumbe unajua, wakati mwingine hata mapepo ya mabosi yanatokaga kibosibosi. Weka mkono, kwa jina la Yesu, toka roho ya yule mzee. Nakumbuka alitemeka, alifanya I... kijasho kikamtoka, nitasema tayari na mke wake naye tayari. Nikafungua mlango <laughs> nikafungua nashukuru Mungu. Siku hizi ni mchungaji wa TAG Dar es Salaam. Daudi, Daudi ameletewa ujumbe wa maneno, anaambiwa huwezi kupigana vita, huwezi huwezi. Daudi, Daudi akapaza sauti akasema Asizimie moyo mtu yoyote, mimi nitampiga. Yaani ananyamazisha sauti ya Sauli, anasema asizimie moyo mtu yoyote, mimi nitampiga huyu Filisti. Lile neno likamnyong'onyesha Sauli na maneno yake, Sauli akasema sasa, hey, we kijana kweli sasa hebu chukua upanga wangu. Akamvalisha liupanga lake, akasema akampa na chapeo. akampa kila kitu. Daudi anajaribu, liupanga refu linaburuza huku chini, machepeo makubwa lidili hapa la hapa, linafika huku. Daudi akasema siwezi mimi hivi, sijazoea sijazoea, akavitoa. Baada ya kuvitoa akarudi katika uhalisia wa vile vile alivyo navyo. Mko hapa mmevizarau vitu ambavyo Mungu aliwapatia kama zawadi, na katika zawadi hiyo Mungu anataka awainue kupitia hivyo hivyo. Mwisho wa siku Daudi akaondoka, akaenda, akaenda katika hali ile ile na katika fimbo ile ile na katika hali yake ile ile na katika mfuko wake ule ule mkoba wake ule ule wa kila siku ule ule maisha yake yale yale hali yake ile ile, Daudi anaondoka kwenda kupambana na Goliati. Wakati anaenda kupambana na Goliati, watu wote wametoa macho, wanaangalia nini kitatokea leo. Bwana Yesu akatia mkono wake kwenye mfuko wa kichungaji, vitu vyake vya kila malizia vya kila maisha yake ya kila fimbo alikuwa nayo kila mfuko alikuwa nayo kila kombeo alikuwa nalo kila siku. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu apewe sifa. kila kitu Mungu alishatia kwenye mikono yako. Hebu twende Wafalme wa pili sura ya nne msali wa kwanza mpaka wa sita Wafalme wa pili Wafalme wa pili sura ya nne nitaanza mstari wa kwanza mpaka wa sita unasema basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, naye aliyemuia amekuja ili ajitwalie wanangu wanangu wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una nini? una, una kitu gani nyumbani kwako? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta haya ya mafuta. Alikuwa nayo kila siku, hichi kichupa kilikuwepo kila siku, na alikuwa akienda kununua mafuta anayeweka kwenye chupa yake hiyo hiyo. Ndio chupa ya mafuta. Mungu alishampa majibu. Bwana Yesu apewe sifa, sema tena, amina, sema tena, amen. Amechanganyikiwa na madeni, anayemdai amekuja, amekuja kwa kumwaibisha, anataka achukue binti zake wakawa watumishi watumwa wake, anamlilia Elisha. Elisha anasema una nini nyumbani? Mungu anaanza na ulicho nacho, anaanza na ulicho nacho. Una nini nyumbani? akasema nina mafuta, nenda katake vyombo. Akaenda kutaka vyombo, akasema mimina, akamimina akamimina akamimina akamimina hata padeni. Muujiza alikuwa nao ndani. Hata kuna mtu mmoja leo muujiza nao ndani, muujiza wake anao nyumbani kwake. Mahali pa kuanzia tayari Mungu ameshakupatia. Bwana Yesu apewe sifa, haleluya. Akaenda akauza akalipa deni. Nimalizie na mjane wa Sarepta. Mjane wa Sarepta anamwendea Eliya, anasema nipe maji. Akaondoka kwa sababu maji anajua ni kitu chepesi, lakini wakati anaenda anasema unaporudi, niletee mkate. Hapa ndipo tunapokwama wengi, sababu ndipo zinapoanzia Mwanamke akaanza kujitetea, akafungua magazeti yote ya Uhuru ya Nipashe yote, akaanza kumsomea Eliya, anasema mtumishi wako sina. Yaani amesahau hata kile kidogo alichonacho, hata kile ambacho kiko ndani, chote akafuta, akasema sina, yaani sina. Halafu kilichopo yetu yani ni kifo anasema kuna konzi na mafuta kidogo, na mimi nataka niende nikapike tule na mwanangu, halafu tukimaliza tufe tufe. Bwana Yesu apewe sifa. Inua mikono yako hivi. Mungu alishakubariki tangu zamani, Mungu alishakubariki tangu zamani, Mungu alishaachilia baraka juu yako tangu zamani, lakini huenda kuna mahali ambapo hatujasimama sisi wenyewe kwenye zamu yetu. Huenda kuna mahali hatujasimama kwenye nafasi yetu, lakini Mungu alishatia hivyo vitu kwenye mikono yako. Huyu mwanamke majibu ya madeni yake alikuwa nayo nyumbani. Huyu ele, huyu msa fimbo alikuwa nayo kila. Akazani ni ya kuswagia nini? Kama wewe unazani, na wewe fimbo ulionayo hiyo ya kuswagia nini? kondoo hata kwenye bahari walipokwama, bado fimbo hiyo hiyo ikafanya yu, yu, miujiza. Sema wangapi wamenielewa, amen. kidogo kidogo walionielewa sana alizania <tusimane. tusimane>. fimbo ni ya kawaida, kama ambavyo Daudi asijue na yeye ya kwamba ule mkoba ulikuwa unaenda kumaliza mateso ya Israeli. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu inua mikono yako miwili sema, ee hey, Mungu wangu ambaye kabla sijakuwepo ulisha andaa yote kwa ajili yangu, nipe neema na ufunuo wa kujua majira, wa kujua wakati, ili yatimizwe kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Kwenye kaburi la Lazaro pale pale walipolia, pale pale walifurahi, pale pale walicheka, pale pale walishangilia. Hapa hapa nilipo, hapa hapa kwenye vita, hapa hapa kwenye mapito, hapa iko njia, hapa iko njia, hapa iko njia hapa, hapa kwenye jaribu hapa iko njia, hapa kwenye ugonjwa uko uzima kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, weka mikono yako miwili kwenye kifua chako. Roho Mtakatifu unenaye wewe, ambaye Bwana ulisema wakatoka wakanena kote kote, Roho Mtakatifu ukawepo kulithibitisha neno lako. Neno lako li hai, neno lako ni uzima, neno lako halitarudi bure. Neno lako likayatimize mapenzi yako ndani ya watu hawa katika jina la Yesu Kristo mokozi, katika mikono hii na katika moyo huu ambao umebeba mambo mengi. Roho wa uzima, kupitia neno hili, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, achilia neema ya kushinda, achilia neema ya kutoka, achilia neema ya kuinuliwa, katika jina la Yesu Kristo mokozi aliye hai, Bwana mabwana, neno lako likatikawe timilifu jema yao likatimizwe kwa jina la Yesu Kristo, walio dhaifu wapya kwa damu ya Yesu Kristo mwokozi ali hai. Nina kubariki Mungu sikiaye na Mungu ujibuye kwa moto katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu. Paza sauti yako, sema amen, sema amen. Bwana Yesu.